Mamlaka ya mawasiliano ya humu nchini Kenya. Uwe na kumbuka time so broke. Alafu, nikapata text ati kuna container imekoma makos na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma nikapewa namba nikitakapo tu hivi nitapewa container. Ah, mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted, ati finally nitapeleka mama world dead java utumado <laughs> nikakula block. Siwezi sawa hiyo de. Lakini acha nikuambie, ukipata text kama hiyo jiulize, ni ukweli au ni con? Kama text au call iko tu urgent au kuna link au wanauliza details kama pin number, ID number, au inasema umeshinda na ujaingia promo. Report your number, SMS 333, or go to my Safaricom app or M-Pesa app to report conmen. Mtaani Radio Kangemi is listening. Takia wanakabiria wote, wanadagoreti wote, asubuhi njema, mwezi mpya ndio. Mungu atubariki na tusonge mbele. Asante sana mwalimu. Amina. Kuona mchana mwema, wasalimia wengine wote, nitawasalimu na. Uwe na asubuhi njema, na asante kwa kuweza kutegea 99.9. Ah, karibu sana ndugu yangu mpalikiwe sana. Asante sana. Asante. Ladies and gentlemen, welcome to to the most listened radio radio station, Mtaani Radio 99.9 FM. Alright, ndugu mpenzi wangu karibu kwenye msururu wetu wa mchezo wa kuigiza. Hadithi inayochunguza undani wa mahusiano ya vijana, urafiki na maamuzi magumu tunayofanya, tunapokutana na changamoto za maisha. Katika simulizi letu la leo, tunafuatilia safari ya Pendo na Johari, marafiki wawili walioungana na siri nzito lakini pia wakisikitishwa eh, ama wakitikisikwa na maamuzi yanayoweza kubadilisha maisha yao milele. Lakini je, kusema ukweli ni usaliti au ni njia ya kumlinda mtu unayemjali? Je, Johari alimsaliti Pendo kwa kumwambia mamake kuhusu hali yake au alifanya kilicho sahihi na una, ni upendo mwingine? Tunajiuliza kwa nini Doli alimuita Pendo msichana mrahisi? Je, alikuwa na haki? Na majina haya ya kuumiza ya ya ya yanatuambia nini kuhusu unyanyapaa wanaopitia wasichana wengi leo? Na swali kubwa kabisa ambalo tunajiuliza ni kwa kiasi gani sisi tu, eh, sisi tuna wazi kuongea na wazazi wetu kuhusu mada ngumu zaidi. Je, ungeweza kumwambia mama yako ukweli kama ungekuwa kwenye nafasi ya Pendo au ungeficha hapa? Eh, nazungumzia manake Pendo ndio mjamzito kulingana na eh, na eh, tamthilia yetu ya hapo jana. Weka masikio yako tayari kwani katika msururu huu tunafungua milango ya mazungumzo magumu ambayo familia nyingi husita kuzungumzia, lakini ni lazima tuyakubali ili kuokoa maisha na kuvunja minyororo ya unyanyapamu. Haya, safari ya Pendo na, eh, na safari ya Pendo na Johari inaanza sasa. Kumbuka, hii ni makala ya Let's Talk ambayo inaletwa kwako, kwa, kwa hisani ya shirika la UNESCO eh, ambayo ni episode ya saba kwa asubuhi ya leo. Hapo awali katika tamthilia ya Let's Talk, Bisaida anakubaliana na Sadiki jinsi anavyowasiliana na wanafunzi wa kike, na Sadiki akanusha makosa yote. Hatimaye Pendo afanya kipimo cha ujauzito na kugundua kwamba ana mimba. Johari ana wasiwasi kuwa Pendo atajidhuru. Jamani, mbona nilikuwa mjinga hivyo na kumsikiza Juma mshenzi huyo? Sasa mimi ni mjamzito? Au labda amekosea, yeye ni nesi tu wa kijiji. Hata hivyo, haiwezekani. Bila shaka mimi si mjamzito. Juma alisema alishawahi kufanya hata hivyo, tulikuwa tumesimama tulipokuwa tunafanya. Oh jamani, mama taniua. Siwezi kumwambia, hakika sitamwambia chochote <laughs> nahitaji kufanya mpango. Nitaazima hela au niuze simu yangu na nikamwona daktari nje ya kijiji hiki pengine takuwa na ujuzi bora zaidi kumpita nesi Mariamu, au vizuri zaidi, anaweza kunipa vidonge vya kutoa mimba. Ndio, hilo ndilo suluhisho langu. Kesho asubuhi nitakwenda kuiuza simu yangu. Ah, ilikuwaje? Haya mambo yakabadilika kutoka kwa mazuri mpaka yakawa ndoto mbaya Pendo. Kufanya ngono mara moja tu na haraka umelala tayari? Mapema sana nina umwana kichwa, ma. Umemeza dawa yote? Ndio ma. Asante, acha nilale tu. Sawa, pata nafuu upesi. Johari, hakuna kumkumbatia mamzi wako? mm, samani mama, nimekuwa na siku ya ajabu sana. Kuna nini mwanangu? Wajua waweza kuniambia chochote? Mm, najua mama, ni ni vile tu si kitu changu cha kukuambia juu yake. Mm-hmm. Mm. Unamaanisha nini hasa mpenzi? Ni vile mm, yapaswa kuwa siri lakini sijui kama naweza kuificha. Njoo hapa Johari. Unanitia wasiwasi sasa. Ni nini kimetokea mama? Ni nina wasiwasi juu ya Pendo. Pendo? ni nini kilichompata? yuko sawa? nimpigie simu? Doli hapana. <sighs> Hapana mama, ngoja. Ni nini mpenzi? kuna nini sasa? Wajua ile sherehe tuliyokwenda wiki chache zilizopita? Ndiyo, ile mliokuwa mmefurahia sana. Naikumbuka. Ilikuwaje? nilidhani nyenye mlifurahi. Ndiyo. Tulifurahia lakini, yaonekana kuna wengine waliojiburudisha zaidi ya wengine. Kumaanisha nini hasa? Naam. Ilikuwa na matukio mengi zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Sawa, fichua Johari, tafadhali. Elewa kwamba Pendo hakujua kilichokuwa kinafanyika. Sasa usiku huo, kuna vijana ambao walileta pombe kwenye sherehe, ambapo yawezekana Juma alitia kwenye kinywaji cha Pendo, halafu akalewa Ati nini? Kulikuwa na pombe hii? Haikuwa sherehe ya vijana wadogo? Tafadhali mami, tulia. Sikuguza wala kunywa pombe yoyote, na pia niliondoka huko mapema. Najua mpenzi, vinashtua tu kwamba kulikuwa hakuna usimamizi wa mtu mzima kwenye sherehe. Hata hivyo, mwishoni Pendo na Juma walifanya mapenzi usiku huo, na alimwambia kuwa ni sawa kutotumia kondomu kwa sababu walifanya wakiwa wamesimama. Jamani, Nitakuwa mgonjwa! Walifanya nini? Yuko sawa? Nilidhani kuwa mnafunzwa kuhusu afya ya uzazi shuleni ili kujiepusha na mambo kama haya. Hivi vilifanyikaje? Samahani mama, sijui nyinyi watoto mnafanyaje mapenzi wakati huu. Alidhani vipi itakuwa salama? Kwa kweli, nilichanganikiwa nilipogundua. Lakini mama, hayuko sawa tulienda kwenye zahanati na wakathibitisha kuwa yeye ni mjamzito, na haionekani kama alichukulia vizuri. Nina wasiwasi kwamba anaweza akajidhuru kwa sababu ya Shangazi Doli, wamjua alivyo. Oh jamani, maskini huyo msichana, atakuwa anaogopa sana. Anaogopa lakini anajifanya kuwa mwenye nguvu, na ninaogopa kwa sababu alizungumzia kwenda kutoa mimba. Sijui cha kufanya mama. Oh, mwanangu, hakuna utakachoweza kufanya sasa. Lazima kesho niongee na Doli, nishachelewa kwenda huko. Sasa utoaji mimba haramu si salama kwa mtu yoyote, hasa kwa msichana mwenye umri mdogo kama wake. Hata iweje, utoaji mimba haramu, hapana. Kesho asubuhi, kitu cha kwanza niko pale. Wafikiri atakuwa sawa? Mwishowe atakuwa sawa, ili mradi asipouawa na Doli. Haya ndiyo yanayonitia wasiwasi. Usijali mpenzi, nitaongea naye. Sawa. Sawasawa. Sawa, mama, wewe ndiwe mama bora kabisa duniani <laughs> mimi kweli <laughs> lakini unavifanya kuwa rahisi sana kwangu, mpenzi wangu. Mm, mama, mimi ningekuwa mjamzito, ungenikasirikia sana? Ningevunjika moyo sana na kufadhaika juu yake, lakini tungekabiliana nayo pamoja. Johari, wewe ni binti yangu na siwezi kukuacha hata wakati mgumu. Aww, mama, nina bahati sana kuwa nawe. Haimaanishi uwe mzembe, alafu uwe mama kijana. Johari, bado una mengi ya kutazamia mbele yako. Wewe una kipaji na nakutakia mengi sana maishani, licha ya hapa pahali padogo. Mama, naelewa. Bi Saida ashatufunza mengi juu ya ngono salama wakati wa masomo ya comprehensive sexuality education. Ametushawishi sana tujizuia na tungoje kama ninavyotaka kufanya. Ah, msichana mwerevu. Asante mama, lakini wajua, Johari, ikiwa uko tayari ku wajua wahitaji ku. Mama, nasema tu ni vizuri kuwa na haya mazungumzo ili ujue jinsi ya kuwa salama. Mama, mm, wanatufunza haya shuleni. Ndio, lakini waona kilichompata Pendo bado alikuwa hajui kwamba haikuwa salama, hata na hiyo comprehensive sexuality education mnayofunzwa shuleni mm. Nataka tu ujiandae kwa elimu sahihi. Kufunzwa ni muhimu, lakini pia kutenda uliofundishwa ni muhimu zaidi. Mama, naielewa, kweli naielewa. Sasa nenda ukaoge, na mimi nipashe moto chakula. Yee, tutakula nini? <laughs> utagundua sasa hivi <laughs> Rose, umeamka mapema, kuna nini kwani? Bi Amani alibadili miadi yake? <laughs> Usijali, havihusiani na saluni, mambo kidogo tu ya kibinafsi ambayo nataka kukuambia juu yake. Waonekana huna furaha, natumai sio kitu kibaya. Utakunywa chai wakati tunaongea? Chai itakuwa sawa, nashukuru Doli. Sasa Rose, kuna nini mpenzi? Nataka uniahidi kabla sijasema chochote kwamba hutakasirika. Mbona sasa unaanza hivi, unanifukuza kazi? La, la, la, la, mpenzi si hivyo basi. ni nini? Um, jana jioni Johari alirudi nyumbani na kuniambia jambo juu ya Pendo. Kama mama na rafiki yako, nikaona ni muhimu kukwambia kabla hujasikia uvumi humu kijijini. Aha, msichana wangu amefanya nini? Um, hakufanya, lakini atahitaji msaada kuanzia sasa. Msikilize tafadhali. Rose, mbona usemi? Johari aliniambia kuwa walienda kwenye klinik kwa sababu Pendo amekuwa hajisikii vizuri wiki chache zilizopita, na nesi aliwaambia kuwa yeye ni mjamzito. Mja nini? Binti yangu? Ndiyo, Doli. Haiwezekani, Pendo wangu ni mzuri na amekuwa akijiepusha na wavulana Mbona unamfanya kuwa kama ni mtu mkware Rose? Simfanyi kuwa chochote, ni yale niliyoambiwa na Johari na hajawahi kunidanganya. Wajua ni msichana mzuri. Basi wamaanisha Pendo wangu ni mwongo na si msichana mzuri? La, Doli, tulia tafadhali. Sikumaanisha hivyo na wala sikusema hivyo. Nilikuwa na wasiwasi kwa vile Johari alisema. Usiniambie nitulie, Rose. Unawezaje kuja nyumbani kwangu mapema hivi na kumwita mtoto wangu mkware, halafu unaendelea kujifanya kana kwamba Johari ni mnyofu? Doli, nilisema tu kwa faida ya Pendo, yeye ni kama binti yangu na wewe unajua. Achana na uu upumbavu kwanza. Kwa nini una wasiwasi? Hii si shida yako. Samahani, lakini nataka uondoke sasa Rose. Ah, samahani Doli, sikutaka kukukasirisha. Tafadhali ondoka Rose, tutaonana kazini <tuhum> Sawa, samahani Doli, samahani. Huyu msichana anataka kuniua. Pendo! Ndio ma, njoo hapa. Nimesema njoo hapa sasa hivi. Na jamaa, unafanya nini? Nilikuwa natandika kitanda changu uliponiita. Nitakuuliza swali mmoja, na ninataka unipe jibu sahihi na wazi. Oh Sawa ma, Rose kaondoka hapa dakika chache zilizopita na ameniambia kuwa Johari alimwambia wewe ni mjamzito. ni kweli? ni uh... Zungumza pendo, sina wakati wa mchezo yako. una mimba mama? sama samahani, samahani. Nilikupeleka shule ukasome, na wewe ukazi yako ni kufanya mapenzi tu. Sijui ilitokeaje. Basi ulipata mimba kwa kunywa maji? ni mvulana gani huyu, au mwanaume yupi? Au umekuwa ukimfungulia miguu kila mtu humu kijijini? afadhali uniambie kabla mimi mwenyewe sijakufanya uongee sema msichana. Ni mama samahani. Nisamehe mama, tafadhali. tafadhali nini sikujua ninalea msichana mrahisi nyumbani kwangu unawezaje kuniaibisha namna hii baada ya kila kitu nilichokufanyia halafu unaenda kujiharibia hatima yako namna hii mbona unanifanya hivi pendo kwa nini nimefanya mambo mengi kukupa maisha mazuri chochote ulichokitaka ulipata, lakini unaenda kuuza mwili wako kwa mtu mwingine katika umri huu. Umenikatisha tamaa na kunikasirisha sana. Hakuna mtoto wangu angefanya hivi, kama msichana wa kawaida mrahisi wa kijijini. Binti yangu mimi amepata mimba, nimefanya nini kustahili aibu hii? Ni, samahani mama. Jisamehe wewe mwenyewe kwa sababu ulioyafanya hayajakatisha maisha yako kwenda mbele tu bali amekufanya wewe sisi kuwa kicheko hapa kijijini. Uliwezaje kufanya hivyo Pendo? Kijana ni nani? Niambie sasa hivi. Ni wa kutoka shule? Nimekuuliza jina lake, siyo shule yenu. Jina lake ni nani? Au hata ujui baba ni nani? Pendo, una shida gani? Ni, ni samehe mama, tafadhali. Pendo, Pendo, acha huku kulia kusikokuwa na faida na uniambie jina lake. Jamani, tutamwambia nini baba yako Pendo? Umeniua. Kati ya vitendo vyote vya kipumbavu ulivyowahi kufanya hiki ndicho cha kipumbavu zaidi. Baba yako huwa anasema mimi mpole sana kwako, na uache kuja saluni sasa. Una mimba kwa umri huu Pendo, hujui ulichonitenda. Samahani mama. Umeniua Pendo. <gulia> Johari anawezaje kunisaliti hivyo nilidhani ni rafiki yangu na akaenda kuropokwa kwa shangazi ya Mausi. Hey, Pendo. Unawezaje kufanya hivyo? kwa nini? kwa nini? Hello, Pendo. Ma, ulimwambia chochote shangazi Doli? Ndiyo mpenzi, nilimwambia, lakini hakukichukulia vizuri. Kwa nini? Kuna kitu cha ajabu kilichotendeka. Pendo amenipigia simu na kuniuliza kwa nini halafu akakata simu. Leo asubuhi nilipoangalia WhatsApp yangu niliona amebadilisha hali yake na kusema kitu kuhusu kusalitiwa na marafiki, mm? Mama, unawezaje kufanya hivyo? Nilikuambia usiseme chochote, sasa Pendo ananichukia. Samahani Johari, lakini ilinilazimu kuzungumza na Doli kuhusu hilo. Nadhani mwishoni itakuwa bora zaidi. Lakini alilichukuliaje? Eh, alichukulia vibaya sana, alisema mambo mengi mengine ya kuumiza kwa kweli najua Doli huwa ana hasira, lakini wakati huu ilikuwa mbaya zaidi kulivyo nilivyofikiria. Alinifukuza nyumbani kwake, unaweza kuamini alifanya nini? Lakini nafikiri yaweza kuwa ni kushtuka kusikia jambo ambalo hakutarajia, hasa kuhusu mtoto wako. Mm, sawa. Lakini unadhani kumwambia kutafanya mambo kuwa magumu zaidi kwa Pendo? Inaweza kuonekana hivyo kwa sasa, lakini mwishoni sio sana. Pendo ni mtoto na ni jukumu la wazazi wake kujua kinachoendelea maishani mwake. Ningekuwa rafiki mbaya sana kama nisingewaambia vile vile ulivyoniambia. Sote tuna wasiwasi kuhusu usalama wake na jinsi ya kukabiliana na haya yaliyofanyika. Mm, ukisema hivyo mama, nina wasiwasi tu juu yake. Ni sawa kuwa na wasiwasi, mpenzi lakini kila kitu kitakuwa sawa. Sitaki chochote kitokee kwa Pendo. A -a, a -a, a -a. Hakuna kitakachotokea kwake. Doli ni mama na hata kwa ukali wake anampenda sana Pendo. Hata hivyo, Pendo pia ni kama mtoto wangu na sote tunampenda. Hakuna kitakachotokea kwake ili mradi Doli au mimi tuko. Najua mama, ni vile tu alivyosikika jana vilikuwa vya ogofya. Ni sawa, jaribu kuzungumza naye akija shuleni leo, hata kukasirikia kwa muda mrefu. Natumai hivyo. Je, na wewe na shangazi Doli, ikiwa alikuambia mambo ya kuumiza jana, utaweza kumsamehe? Bila shaka nitamsamehe. Doli alishtushwa tu kidogo na yale yaliyotendeka na kwa sasa hawezi kujieleza zaidi ya hasira ninachohitaji kufanya ni kumpa tu wakati wa kutulia, halafu labda tutazungumza kuhusu kumsaidia Pendo. Unadhani watamruhusu kutoa mimba. mm, hilo ni chaguo lake na wazazi wake, lakini, lakini wajua, akipata mtoto maisha yake hayatafika mwisho. Bado anaweza akamaliza shule na kupata kazi nzuri. Swala moja tu ni kuwa na mtoto wa kutunza huku akijaribu kufanya mambo haya, mengine yaweza kuwa vigumu sana, lakini ataweza tu. Sote tuko hapa kumsaidia, natumai kila kitu kitakuwa sawa kwake. Nashukuru sana kuwa unaweza kuniamini na kuzungumza na mimi kuhusu chochote. Johari, ni zawadi nzuri sana kuwa na mtoto wako ambaye yuko huru kukushirikisha katika maisha yake. Ninafurahi sana kuwa tuna uhusiano mzuri. Na mimi pia unanifurahisha mama, sijui kungetokea nini kama singekuambia kuhusu Pendo. Nashukuru uliniambia Afadhali sasa, wazazi wake watakuwepo. Haijalishi kama kwa sasa mambo yanaonekana kama ni magumu. Hiyo ni kweli, tuwe na matumaini kuwa ataona hivyo. Nitakapozungumza naye leo, ataona hivyo. Usijali, nyinyi wasichana ni ndugu kabisa, na mara nyingine mtapigana na mara nyingine mtakuwa marafiki. Natumai hivyo. Nachelewa shule, acha niende. Nakupenda mama. Nakupenda pia mpenzi, uwe na siku njema shuleni. Tuzungumzie mimba za utotoni na ambazo hazikukusudiwa. Haya hapa ni maswali ya kujadiliana na familia na rafiki zenu. Je, unadhani kuwa Johari alimsaliti Pendo kwa kumwambia mama yake? Ndio au la? Je, unafikiri ilikuwa sawa Doli kumwita Pendo msichana mrahisi? Kwa nini? Uko wazi kiasi gani unapozungumza na na mengine ya kuvutia kwenye mtandao wa Facebook www.facebook.com/letstalkeup. Tamthilia hii ililetwa kwenu na UN Population Fund, UNESCO, Save the Children na SAfAIDS. Jipatie mengi kuhusu mkakati wa mazungumzo ya mimba za utotoni na zisizopangwa kwenye tovuti www.letstalkeup.com. Na hivyo ndivyo sura yetu ya leo inavyofunga pazia, lakini mjadala bado unaendelea katika kila familia, kila urafiki na kila jamii. Tumeshuhudia safari ya Pendo Johari na Doli, msururu wa maamuzi magumu, maneno yenye kuumiza na ujasiri wa kukabiliana na ukweli. Lakini kilicho wazi ni hiki: kila kijana anahitaji mtu wa kumwamini, mtu wa kumsikiliza na nafasi salama ya kusema ukweli bila kuhukumiwa. Leo tumegusa maswali mazito zaidi, ama maswali muhimu zaidi. Je, kusema ukweli ni usaliti au ni upendo? Je, maneno tunayoyaropoka kwa hasira yanaweza kutuangamiza ama kuangamiza mtu? Na je, tumejenga mazingira ambapo vijana wanaweza kuzungumza na wazazi wao bila hofu? Tunawaacha tuna na wazo hili, ndugu mpenzi, msaji wangu kila mazungumzo tunayokupa kinapendo pendo, wengi wanabeba mioyoni mwao wakiteseka kimya kimya. Ni jukumu letu kuunda jamii ambayo vijana wanaweza kufungua mioyo, kupata ushauri na vilevile vile kujenga mustakabali salama. Asante sana kwa kushiriki nasi safari hii, alafu tuone katika sehemu inayofuata ya mchezo wetu, ambapo tutaendelea kuvunja ukimya, kuelimishana na vilevile vile kuhamasisha jamii na vile vile kuhamasisha wewe kumbuka mazungumzo ni tiba na ukweli ndio nguvu marudio ya sehemu hiyo ya saba ya Let's Talk. ni leo saa mbili unusu ni leo saa mbili usiku hapa ndani ya 99.9 kesho ni sehemu ya nane